Ni kweli kuwa productive lazima umeditate? Hapana, hmm. Um, ngoja project coordinator wa macho kwa jamii yafanya post yake, em tuone anataka nini. Em uh, kwanza tuone, tuende Photoshop Tdtp, leo pumzika kidogo, twende kwa globe itakuwaje hii. Vunja hii, vunja vunja kama tile au kio, lakini ninawaza hii vunja ikae juu, alafu chini nipige na brush ya njano itakuwa M21. lakini hii rangi ya blue hapana, haijanivutia ngoja, tuweke nyeusi alafu tuongezee na depth Oho, attention to details. Hapa hii logo ingeleta msala. Hapa inabidi ni fix kwa kutumia Marcus tool. Hii ndo changamoto ukifanya kazi na biashara ambayo haina brand identity au logo system. Kijui siku akija kufunga Google hii? Hizi logo hizi nazo Google nitazipatia wapi? Haya, ni muda wa kutuma kazi kwa ajili ya feedback.